Ndugu wananchi na waandishi wa habari kwa ujumla, leo tumefika hapa kukagua miundombinu hii ya mabasi yaendayo kwa kasi, lakini pamoja na kukagua miundombinu mingine. Kwa hiyo awali ya yote nitumie nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu mpaka hapa tulipofikia, tunaamini kwamba kila mmoja akimtazama mwenzie anaweza akamshukuru Mungu katika hatua tuliyopo sasa. Lakini jambo la pili la muhimu ni mshukuru sana Amiri Jeshi Mkuu na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwanza kwa yeye mwenyewe kushika tena madaraka haya kwa awamu ya pili, lakini pia kuendelea kuiunda serikali, lakini tatu la muhimu ni tamko lake la kuendelea kujenga Tanzania yenye maridhiano kwa maana tupate nchi ambayo inaweza kuzungumza lugha moja, tupate nchi ambayo wa Tanzania watakuwa na furaha juu ya rasilimali zao na juu ya serikali yao. Ndugu zangu wananchi na waandishi wa habari kwa ujumla, hapa nyuma yangu ni sampo ya basi ambalo limevunjwa vioo, lilitaka kuchomwa, lakini ikiwa ni mwendelezo pia wa mabasi mengine ya UDART ambayo pia yalichomwa, na kwa sasa serikali inaendelea na tathmini kuhusiana na kiwango hicho cha uharibifu wa miundombinu ya serikali, miundombinu ya watu binafsi, lakini pamoja pia na wale wa, na wale wengine ambao wamepata madhara katika maisha na katika mambo mengineyo. Kwa hiyo jambo la muhimu ni wasihi tuendelee kuwa na utulivu, ni wasihi tuendelee kujenga upendo, lakini wasihi sana pia tuendelee kuwa wamoja, na ni wasihi pia kwamba migogoro ya namna hii tusiangalie katika jicho la kawaida. Tunaweza tukagombana mimi na wewe ndani ya taifa letu, lakini akawepo adui mkubwa wa maendeleo yetu anayetuchungulia sisi tukiwa tunalumbana na akapita katikati yetu, mwisho wa siku migogoro ya namna hii ikaligawa taifa, ikapasua taifa, ikazorotesha maendeleo na sote tukarudi tena katika nchi ambayo amani itabaki kuwa historia. Niendelee kuwaomba sana Watanzania wa Dar es Salaam kwamba sisi tumebeba dhamana ya maisha mengi sana ya Watanzania wenzetu, tumebeba dhamana na maisha ya watu wengineo ambao wanategemea Dar es Salaam katika maisha yao. Mtaungana mimi kwamba wenzetu wa Zambia, Malawi, Kongo na baadhi ya nchi zingine ambazo hazina bandari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 Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano na waelekeza dati na waelekeza udarati na waelekeza TANESCO, taasisi zote za serikali zinazohusika kwa pamoja chini ya katibu tawala wa mkoa ndugu yangu Muhinte wahakikishe tarehe ishirini ya mwezi wa kumi na moja elfu mbili na ishirini na tano Alihamisi saa mbili asubuhi au hata kabla, mabasi yote yanaingia kwenye barabara kubeba wasafiri wa hii barabara ya Mbagala kuelekea mjini. Lakini ile barabara ya inayotoka Mwenge ile inayotoka Gerezani kwenda mpaka Kimara, ile na yenyewe tunaharakisha ili kuhakikisha kwamba inaanza kutoa huduma kwao. Tupo saa hizi kwenye matengenezo, tumeagiza pia baadhi ya vifaa, vitakapokuwa pia vimefika, tutaanza pia kule lakini tarehe ishirini kabla hata ya saa mbili, barabara hii nione mabasi yameshafika yanapakia abiria kwa utaratibu mzuri mtakaouweka. Hii imesha kuwa ni hasara, na kwa muda huu hasara, lazima wakati fulani huwa watengenezaji ni sisi wenyewe pia wananchi, kwa sababu hakuna namna serikali inaweza kutoa pesa mahali popote zaidi ya kodi hizo hizo hizo za Watanzania ziweze pia barabara na ziweze pia kujenga vituo hivi. Kwa hiyo, Alhamisi saa mbili au kabla saa mbili mabasi ya mwendokasi ya njia hii ya Mbagala yaanze kufanya kazi haraka sana. Na mwisho, jeshi la polisi na majeshi yote ya vyombo vya dola tulionayo hapa waendelee kurusha macho yao ili kuyalinda mabasi haya na kulinda miundombinu hii. Nafahamu wapo Watanzania wema sana ambao wakati wote wamekuwa ni mabalozi wazuri wa amani, na wapo pia wenzetu wachache wachache ambao mtu anachukia anaona ashike jiwe ashike moto alipua kila kitu. Hasa ukilipoa kila kitu utaishije? Kwa hiyo tugombane, tunaweza kugombana, lakini kamwe tusidhuru miundo mbinu inayoweza kusaidia kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Na mwisho, sote baada ya serikali kuundwa, tuendelee kuwa na heshima kubwa, sisi kama Watanzania, kuheshimiana wenyewe kwa serikali zetu, lakini tukaribishe mazungumzo ya mara kwa mara kwa kile ambacho nadhani umekwazika nacho, na sisi kama serikali tutarekebisha pale tulipokosea, tutasonga mbele pale tulipokosea, na tutaendelea kushauriana pale tulipokosea, na taamini kabisa kwamba mimi niliyekosea na wewe mwenzangu kikosea, wote tukasamehana, tunajenga Tanzania bora zaidi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana.